kubwa ni kuhusiana na elimu hasa ya maswala ya wakulima juu ya ubora wa mazao. E, kabisa Hilda, na tunafahamu kwamba tunahitaji mazao yaliyo bora ili uweze kupata bidhaa uh, zilizo bora na ndio sababu ya wakulima kuendelea kupewa elimu E, juu ya mazao kwa hiyo e, mazao yakiwa bora, tunafahamu kwamba ndipo tutapata bidhaa bora ambazo hata mtumiaji yeye pia atazifurahia. Sasa e, mwenzetu John Kasembe kutoka Mtwara akiwa tayari, tutaungana naye atazungumza na Dorothy Mushi ambaye ni afisa kanda ya Kusini, Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao COPRA. E, watakuwa mbashara kutokea pale Mtwara wakizungumza Eh, kuhusiana na hili kwa hiyo Hilda, eh, tunaelewa kwamba eh, mara zote kuanzia wakati wa mchakato wa kwanza kuandaa mashamba, kulima, aina ya mbegu ambazo wakulima wanapaswa kutumia, eh, zinasaidia pengine kupata mazao yaliyo bora zaidi. Sasa tuungane na John Kasembe kutoka Mtwara. Bila shaka John, unanipata vizuri? nakupata vizuri ndio, habari za Mtwara hapo na tupo tayari kwa ajili ya kupata elimu hii. Asante sana Mtwara, tupo mm -hmm. salama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kama mm -hmm. ulivyotangulia kuzungumza leo hii mm -hmm. e, tunazungumza na mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko kopra mm -hmm. kopra kama ulivyosema, ipo chini ya Wizara ya Kilimo na mm -hmm. lengo yake kubwa mojawapo ni kumsaidia mkulima katika kuhakikisha wanaboresha eh, mazao yao ili kuweza kuwasaidia kupata bei mzuri pindi wanapoingia eh, wanapoingiza sokoni. Na COPRA aswa ilianza kutekelezwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, licha kwamba sheria yake ilikuwepo hapo awali, lakini utekelezaji rasmi umeanza ku, kuanza elfu mbili na ishirini na tatu na, na kwa sasa imekuwa ikifanya shughuli zake kwa wakulima na hasa E, ikitembea vijijini na kama tulivyotizama habari zetu za siku mbili tatu hizi, zimeanza kufika kwa wakulima na, na, na, na, na hivi tunavyosasa yeah. uh, Kasembe tutaungana na wewe eh, wakati ukiungana na Dorothy Mushi kuzungumza zaidi kusana hili eh, kwa hiyo baada ya muda mchache tutaungana na wewe mambo akiwa kwa sawa zaidi ili tupate nafasi ya kukuona eh, Kasembe. Sasa hili tu tunazungumza hapa kuhusiana na ubora wa mazao mm -hmm. E, tunafahamu ni kwa na, awali nazungumza kwamba, e, unajua mazao sasa ni matokeo ya ule mchakato ambao mlianza e, kuanzia kuandaa mashamba, aina ya mbegu ambazo wakulima wanatumia, e, namna ya kulima mbom, matumizi ya mbolea. Yeah, umenifahamu vizuri. Kwa hiyo naona uh -huh. Picha imepatikana, tujaribu tena uh -huh. Kuungana na John Kasembe. John, karibu sana pole uh, pia kwa changamoto uh -huh. Na bila shaka sasa tutakupata vizuri John, kama unatupata uh -huh. John Kasembe. John, unatupata Hai, John... mawasiliano yamekatika, na tunaomba radhi pia kwa changamoto hiyo ambayo tunapitia. Bila shaka tuta mambo yatakuwa sawa na tutaweza kusikia mengi pia. Kasembe, habari za hapo Mtwara? Salama anawapata vizuri sasa, karibu uendelee. Mm. asante sana kama mm -hmm. nilivyosema eh, mamlaka udhibiti wa mazao mchanganyiko na nafaka COPRA imeanza ziara zake katika eh, vijiji hasa kanda ya kusini, kuweza kuwatoa elimu kwa wakulima, ili kuhakikisha wanawasaidia katika kutunza ubora wa mazao yao, na hii ni kuelekea katika kipindi ambapo wanapeleka mazao yao katika soko, ili kuwapatia bei za uhakika. Na kwa kipindi hiki eh, maeneo mengi hapa nchini tunaona. E, ni msimu wa zao la ufuta. Kumekuwa na changamoto mbalimbali, baadhi ya wakulima kuto kuandaa ufuta wao mzuri kuupeleka magalani, na unakuta kuna michanga, lakini pia matumizi ya mbegu sahihi za mazao haya. Na katika kuweza kuzungumza haya kwa urefu, leo hii tutakuwa na, kama ulivyosema, ni afisa kilimo wa COPRA Kanda ya Kusini Bi Dorothy atatuzungumzia, tutapita baadhi ya maeneo kutupa elimu, namna gani wanafanya, Kopra ni nini na nini malengo yao makubwa. Karibu dada Dorothy. Asante sana ndugu mtangazaji. Labda kama tulivyozungumza, tulivyo taarifu wa, wa wataarifu watazamaji wetu, kwanza tungeweza kufahamu hii Kopra ni kitu gani haswa? Asante. Kopra ni taasisi ya Wizara ya Kilimo ambayo inaitwa Mamlaka ya nafaka, Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko. Aa, kwa kimombo tunasema Cereal and Other Produce Regulatory Authority. Imejigawaje katika kuhakikisha inafika, inafika kwa wakulima? Kopra kwa sasa imeweka kanda saba, kuna kanda saba nchi nzima ikiwemo kanda ya kusini ambayo kama mtangazaji ameongelea, na kanda zingine, kuna kanda ya mashariki, kuna kanda ya magharibi, kanda ya kanda ya ziwa, kanda ya kati na kanda ya kaskazini. Okay, hebu tu tu tu tuzungumze pia sasa e, kopra imejipangaje kumsaidia mkulima kwa haya mazao mchanganyiko? Asante. COPRA ina jukumu la kumsaidia ama kuhakikisha mkulima anazalisha kwa ule ubora unaohitajika sokoni. Na hili linawezekanaje? Hili linawezekana kwa kuanzia shambani. Hivyo COPRA ita, inatoa elimu kwa wakulima, elimu ya kilimo bora cha uzalishaji wa mazao uh. Pia elimu ya kilimo bora ya uzalishaji wa mazao kwa mkulima, kwa maana ya kwamba toka anaanza kuzalisha shambani apate ile elimu ya uzalishaji, lakini pia a, inapobidi kuweza kupewa pembejeo e, hasa mbegu bora, pia kuelekezwa matumizi sahihi ya pembejeo maana kuwa na pembejeo sahihi bila kujua matumizi sahihi ya pembejeo nayo, na haitaweza kupelekea kupata ule ubora wa hayo mazao. Lakini jambo jingine katika kuhakikisha mkulima anapata ubora wa zao lake, sio tu kulima zao, bali hata baada ya kulima ataelekezwa kupitia hii elimu tunayoitoa kopra ya uvunaji sahihi na shughuli baada ya kuvuna, afuate zile teknolojia sahihi za uvunaji ili pale, kwa sababu kumekuwa na upotevu mkubwa wa mazao, mkulima anaweza kupoteza tija, anaweza kupoteza faida kutokana na kupoteza mazao yake kipindi cha mavuno, hivyo atakapopewa teknolojia sahihi ya mavuno na shughuli baada ya kuvuna, kwa maana ya kwamba uchakataji na uhifadhi, ili asipoteze ubora na pia asipoteze lile zao lake, wakati anavuna na wakati wa uchakataji. Lakini sambamba na hili e, mkulima akishamaliza mavuno yake na ameweka katika vifungashio sahihi, ambayo nayo ni elimu ambayo ana, ana, ana, anapatiwa mkulima anapeleka galani hasa katika kwa haya mazao ambayo yameingia katika mfumo wa stakabadhi za gala, mkulima anapeleka, anakusanya mazao yake katika amkos. Sasa hili eneo nalo linahitaji kuangaliwa kwa ukaribu, ambapo COPRA ana jukumu la kufanya ukaguzi katika magala yanayotunziwa mazao haya, ambapo mkulima kwa mara ya kwanza anapeleka kwenye amkos na baadaye anapelekwa kwenye magala. Uh, ya vyama vikuu kwa ajili ya minada huko COPRA itafanya ukaguzi pamoja na kuwaelewesha na kuwapa elimu ya namna ya utunzaji sahihi wa yale magala Ma, mazao katika magala magala yanatakiwa yafanyiwe usafi kabla ya kuanza kukusanya mazao lakini pia e, wakati wa kuyatunza yale mazao kule galani yasichanganywe na viwatilifu ambavyo vitakuwa vina sumu. Hii itaharibu ubora wa haya mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko, matokeo yake lile zao litakapokwenda kwa mlaji wa mwisho, na tunapojua kwamba mazao mengine yanauzwa hadi nje ya mata mazao yetu yanauzwa hadi nje ya taifa la Tanzania, sasa kuna umuhimu wa kutunza huu ubora ili kuleta sifa kwa, taipu, kwa mazao yanayozalishwa katika nchi ya Tanzania. Labda la, la, la, kabla hujaendelea hapo, mkulima angepata kufahamu kwa namna gani umezungumza, mnakwenda kumsaidia mkulima kuweza kupata mbegu bora uh, pale inapobidi COPRA hii mamlaka itamgawia ita mkulima uh, mbegu bora kipindi kile cha kuanza uzalishaji kwa namna gani sasa wana, wanaweza kupata? Aa, kwa kupitia wale wakulima wamejisajili katika AMCOS kwa kupitia aa, hivi vyama vyetu vya msingi ndipo mkulima anaweza kupatiwa hiyo mbegu bora. Okay, la, la, labda ujio wa wa COPRA Me, umekuja kutokana labda kubaini baadhi ya changamoto fulani. Kwa kifupi sana, ni nini ambacho mmekiona me, mmekiona? COPRA uh, iliweza kuona changamoto ya mkulima kupata soko la uhakika kwa mazao yake, ambapo COPRA imeweza kuingiza mazao, baadhi ya mazao mchanganyiko imeanza kuyaingiza katika mfumo wa stakabadhi ya ghala mfano kwa upande wa mazao ya u, ufuta ya, ya, maf, ya mbegu za mafuta ufuta umeingizwa katika stakabadhi ya gala karanga, lakini pia kuna mazao mengine ya mikunde ambayo nayo yameshaingizwa katika stakabadhi ya gala ikiwemo choroko, mbaazi, dengu na soya. Neno lako la mwisho katika kumaliza mazungumzo hayo. Ah, nipende kuelezea ya kwamba kopra haifanyi kazi peke yake, hii mamlaka haifanyi kazi peke yake, inafanya kazi kwa kushirikiana na mamlaka za mikoa na serikali za mitaa na taasisi wadau wa kilimo. Ni ombe wataalamu wa kilimo na hizi taasisi wadau ziweze kushirikiana na kopra ili kuweza kutimiza malengo haya. Asante sana. Asante sana eh, naam. Hayo naam, naam. Ni machache tu tuliyopata kwa afisa kilimo wa kanda ya Kusini wa COPRA mm -hmm. Na kwa sasa eh, wanaendelea sasa kuendelea kutoa elimu zao kwa wakulima vijijini mm. Tunakushukuru sana John Kasembe na bila shaka wakulima wamepata elimu hiyo na tunakamilisha hivyo uh,